Katika maadhimisho ya wiki ya maji mwaka huu 2025 mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira ya Shinyanga ya Shuwasa imefanya kitu cha kitofauti na cha kipekee sana. Badala ya mwananchi kuishia kuitazama miradi ya maendeleo kwenye televisheni au kuisoma kwenye magazeti, Shuwasa ikaandaa ziara maalum kwa wadau ambao ni wananchi wa kawaida kabisa kutembelea na kujionea utekelezaji wa miradi na uendeshaji wa mamlaka kwa ujumla. Naona ni vyema tu, tuje na wadau tuweze kutembelea miundombinu yetu ili waweze kuona nini Shuwasa tunafanya. Safari ilianzia hapa ni katika ofisi kuu za Shuwasa kuelekea bwawa la Ningwa, chanzo kikongwe cha maji manispaa ya Shinyanga. Asilimia themanini ya, ya maji yetu ambayo yanaenda maeneo yaliyokuwa juu ni maji ya Ziwa Victoria na maji haya manaki yanapatikana ya tu katika maeneo yale sehemu ya zile kata nane zilizokuwa zinapata historically na kama mnavyoyaona, ina maana imekuwa ni inatokea, wakati mwingine ukichukua hata haya maji kwenye bwao kwenye chupa, na yale maji yanaweza kapatikana sehemu yakaonekana kwamba yana vumbi au yana uh, yana rangi sio nzuri, wakati fulani, ina maana sio uhalisia, ni maji yanatoka labda bwawani moja kwa moja au yanatoka moja kwa moja labda ziwa Victoria manaake ni maji ambayo yaliyotoka kwenye mabomba na sio kwenye sehemu zinakutibia. Kwa nini? <coughs> E, kwanza kabisa maji ambayo tunayapokea sisi lazima tunayatibu. Hiyo yanatoka Ziwa Victoria, wanatoka hapa. Baada ya hapo, safari ikaanza kuelekea katika mtambo wa kutibu maji safi yanayotoka katika bwawa la Ningwa. Hapa ndipo ambapo maji yanatibiwa na kuhakikisha yanakuwa safi na salama kabla ya kupelekwa kwa wananchi. Ungulia maji kwenye bomba, ile pressure pia ya maji unaweza ukauta pressure ya maji ile, maji yakitoka kwa uharaka pia unaona maji yamekutoka kama yana yana mapofu obvious, zinakuwa sio kuulima, sababu dawa ambayo inamfikia mteja tumesha ikalkuleti kiwango chake inaenda kwa 0.2 hadi 0.5 mg parita, ambapo ndio kiwango ambacho kimewekwa na TBS, ambapo najua mtumiaji akitumia haya maji hatapata madhara. Kisha safari ya kukwea mlima ikaanza na ikahitimishwa katika kilele cha manispaa ya Shinyanga liliposimikwa tenki kubwa la maji yanayotokea Ziwa Victoria. Tenki hili lina uwezo wa kubeba lita za maji milioni kumi na nane. Panapoishia matumizi ya maji safi, ndipo panapoanzia uzalishaji wa maji taka, na ilipoishia safari ya kutembelea miundombinu ya maji safi ndipo ikaanza safari ya kuelekea ilipo mitambo ya kuchakata maji taka iliyopo nje kidogo ya mji wa Shinyanga. Wahenga walisema mtembea bure si sawa na mkaa bure, na haya ndiyo ambayo wadau waliokota okota katika kutembea kwao bure, haikuwa haba. Naitwa Gaudens Tibagaruka, ni afisa wa afya niko Shinyanga manispaa kwenye ziara hii, nimekuja kama mdau wa maji. Kwa hiyo mimi nawapongeza sana SHUWASA, waendelee kutoa elimu na huduma yao iweze kuwa nzuri zaidi kwa ajili ya kuleta ustawi na maendeleo kwa watu wa manispaa ya Shinyanga. Nawashukuru kwa majina. Naitwa Omari Matulanya, nimeshiriki wiki ya maji kama mdau wa maji. Aa, siku ya leo nimejifunza vitu vingi kwanza nimegundua nimetambua mitambo inayotufanikisha sisi tupate maji sisi kama jamii. Vile vile nazidi kuwaambia wenzangu ambao pia wanaweza wakashiriki kwa namna moja na nyingine, wanashiriki kuhujumu maji. Kwa kweli wasifanye hivyo, kwa sababu swala la maji ni muhimu, na nimegundua maji yana gharama, na nimeona maafisa na watumishi wote wa sekta zote za maji jinsi wanavyofanya kazi kwa kweli mimi nashukuru sana, na mimi kama mimi naahidi nitakuwa mdau wa kuhamasisha watu waendelee kulipia bili za maji zikitoka kwa wakati. Kwa jina naitwa Rehema Kairanya, mwalimu wa shule ya msingi mwa Magunguli B. Leo tulikuwa na ziara ya mamlaka ya Shuwasa ambapo tumejifunza mambo mengi sana. Miongoni mwa mambo mengi mazuri niliyojifunza ni vyanzo vya maji na utunzaji wake mpaka maji yakawafikia wananchi. Kuna michakato mbalimbali inayopitia, mojawapo ilikuwa ni usalama wa maji na namna ya kuyatibu maji. Lakini kwa miundombinu niliyoiona, pia sisi kama wananchi natakiwa tuweze kutunza miundombinu kwa kutoiharibu, kuitumia vizuri lakini pia matumizi ya maji majumbani yawe mazuri, kwa sababu ni gharama kubwa sana, ambapo serikali inaitumia kwa ajili ya kuweza kuwafikia wananchi. Kwa majina yanaitwa Mwalimu Adam Mbega, ni mdau wa swala ya maji katika ziara hii. Kwanza nawapongeza taasisi ya SHUWASA kwa jinsi walivyoandaa na sisi wadau kufanikiwa kuweza kujifunza vitu kutoka sehemu zote ambayo tumetembelea. Kutoka kwenye bwawa la Ningwa tumeona jinsi maji yalivyo. Tukaenda kwa mtambo ambao unachakata yale maji s wanajitahidi sana sana. Vile vile kwenye bwawa kuu kwenye tenki kuu la maji inayosambaza maji katika mji wa Shinyanga tumeona kazi hapa inavyofanyika, tenki hilo linavyosambaza maji kwa kutumia ule msukumo wa kawaida. Kwa hiyo tumejifunza vitu kama hivyo. Vile vile katika ili eneo hili la uchakataji wa maji taka tumeona jinsi maji yanavyowekwa na prosesi zote ambazo zinafanyika katika eneo hili mpaka maji baadaye inaweza akarudia tena wananchi kwa ajili ya matumizi ya mambo mengine. Nimeona kazi inayofanyika na SHUWASA. Watu tujitahidi kulipa bili za maji kwa wakati, kwa sababu kazi ni kubwa sana e, ya maji mpaka inapotufikia majumbani mwetu. Kwa kingine nilichojifunza, niliomba e, kama ushauri kwa Shuwasa wajitahidi na lile maji yanayotoka kwenye hiyo bwawa letu la halmashauri ya manispaa, wajitahidi waweke mtambo mkubwa kwa ajili ya maji yaweze kusambaa kwenye kata karibu zote kumi na saba, maanake sasa hivi yanasambazwa katika kata nane tu. Kwa jina naitwa Ansianel Gerard, ni afisa mawasiliano na mahusiano kwa umma Shuwasa. Leo tulikuwa na ziara ya wadau wa maji ikiwa ni maadhimisho ya Wiki ya Maji. Tuliona ni vyema tu, tuje na wadau tuweze kutembelea miundombinu yetu ili waweze kuona nini SHUWASA tunafanya. Ziara hii tulianza kwa kuenda bwawani, bwawa la Ningwa, lakini baada ya hapo waliweza kwenda kuona sehemu ambayo tunatibu maji, lakini tuliwapeleka Odishinyanga, sehemu ambayo tunapokelea maji kutoka ziwa Victoria, na mpaka sasa hivi tuko eneo la majitaka, mtambo wa kutibu tope kinyesi. Naamini watakuwa wamepata, wameelimika na lengo kubwa ni kuona nini tunafanya SHUWASA. Kusudi tutakapokuwa tuna changamoto waweze kuelewa, lakini pia waone mafanikio yanayofanywa na SHUWASA.